Kwa hiyo so, inshaallah tumpongeze kijana tumpe zawadi zake, na kabla mama afanye jambo lake hapo. Haya, lakini <coughs> <Aya, tos> pia mwalimu ameniambia kwamba kijana huyo ni yatima chetu shakuuojia mbele hapo, kwa hiyo hebu tumtunze, na ndio maana nilizungumza mapema hivi. Niliongea mapema hilo. Amaa watoto wako ambao wengine ni a Allah. Kwa hiyo ni jukumu letu kwa wazazi kuwatunza watoto wote kwa ujumla, hata kama anajisikia faraja. Allah Masha Allah, Masha Allah. Naam, kijana anaokuwa sasa hivi